Mekutieni hapa, kuna jambo ambalo ni la kikatiba na linazunguka mitandaoni. Kuna watu ambao wanasema kwa kutumia udhamini ambao ushapitwa na wakati miaka mitatu minne iliyopita, ambao klabu yetu ya Simba ilikuwa ikitangaza sabuni ya Mo ishirini na tisa, ilikuwa ikivaliwa nyuma ya jezi yetu, ambayo sabuni yenyewe kwa kifupi ni, ni, ni hii hapa ambao kwa sasa hatuizamini tena. Mitandaoni hawa watu ambao wanainasibisha klabu yetu, na nafikiri wana dhamira ovyu ya kutaka kuigombanisha na serikali. Kuna mwanachama ambaye anajiita ni mwanachama, hatuna uhakika kama ni mwanachama kweli, anaitwa Dr. Mohamed, amekuwa akizunguka mikoani kwa maana ya kutangaza jezi na kadhalika, lakini huyu mtu uongozi haumwamini na wanasimba hawamwamini kwa sababu alishawahi kutangazia umma wanasimba wasidumiwe jezi, wanasimba sio kwenda uwanjani. Hasa leo, huyo anaonekana yuko mikoani na kuna malalamiko ya wanachama kwa viongozi, kuonekana kuna pesa ambazo kachukua, lakini wanachama hawajapata, hawajapata, hawajapata jezi zao. Ah, ndugu wanahabari, assalamu alaykum, tumsifu Yesu Kristo. Tumekuiteni hapa kwa maana ya kutaka kuongea na Watanzania na wadau wa mpira na hususan familia ya Wana Simba Sports Club kutoa masikitiko yao. Awali ya yote, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye akatupa afya na anatupa pumzi yake, lakini pia tuweze kumpongeza Mheshimiwa Rais kama mdau wa michezo namba moja nchini, kwa sababu motisha zake sisi kama Simba ni wadau wakubwa na tunanufaika nazo na zinatupeleka mbele kwa kasi kubwa zaidi. Ah, tumekuiteni hapa. Mimi kwanza kwa majina naitwa Ustaz Masudi niko na wenzangu nao wataongea. Mimi ni mjumbe wa kamati ya katiba ya Simba Sports Club. Na nimekuiteni hapa, kuna jambo ambalo ni la kikatiba na linazunguka mitandaoni. Kuna watu ambao wanasema kwa kutumia udhamini ambao ushapitwa na wakati miaka mitatu minne iliyopita, ambao klabu yetu ya Simba ilikuwa ikitangaza sabuni ya Mo ishirini na tisa, ilikuwa ikivaliwa nyuma ya jezi yetu, ambayo sabuni yenyewe kwa kifupi ni, ni, ni hii hapa, ambao kwa sasa hatuidhamini tena. Mitandaoni hawa watu ambao wanainasibisha klabu yetu, na nafikiri wana dhamira ovyo ya kutaka kuigombanisha na serikali kwa kusema hii Mo ishirini na tisa kwa maana emu inakusudia maandamano, na o ni Oktoba na ishirini na tisa ndio tarehe yenyewe. Hilo jambo sisi kama klabu na mimi kama mjumbe wa kamati ya katiba tunapinga vikali sana, kwa sababu tu katiba ya Simba ibara ya kwanza kifungu namba nne kinasema wazi, Simba haijihusishi wala ifungamani na masuala ya kisiasa, kidini, kikabila na kadhalika. Sasa huyu mtu kunasibisha klabu yetu ya Simba na hayo masuala ya kisiasa ameikosea sana klabu na sisi. Kwa sababu hatuna vyombo vya dola, tunayomba mamlaka husika huyu mtu imtafute na imchukulie hatua za kisheria kwa sababu kaichafua klabu yetu. Lakini pia Wanasimba popote mlipo na Watanzania kwa ujumla, hayo maandishi na hayo maneno myapuuze hayahusiani kabisa na klabu yetu, kwa sababu klabu yetu haijihusishi na siasa. Klabu yetu ni klabu ya mpira wa miguu, na kama watataka kutumia hilo neno basi, sisi tunasema neno hilo Mo ishirini na tisa. Hiyo M maana yake msiandamane, na hiyo O ni Oktoba, mkapige kula mrudi majumbani, mtulizane, kwa sababu simba ni wadau wa amani. Klabu ya Simba imewekeza mabilioni ya fedha kwenye timu ili timu iweze kucheza mpira, kama amani hakuna, hakuna mtu anaweza akacheza mpira wala kocha awezi kufundisha mpira, maana yake itakuwa ni hasara kwa klabu. Kwa hiyo Simba ni mdau namba moja wa amani nchi hii, na hawezi kukubali klabu yake ikatumika kimakosa katika masuala ya kisiasa. Hilo nilitaka nilizungumze, ama tulizungumze, ama Simba tulikemee. Kwa hiyo hiyo Mo ishirini na tisa hayuhusiani kabisa na, wala sasa hivi sio, haidhaminiwi tena na klabu ya Simba, ilidhaminiwa miaka mitatu iliyopita minne na kama mnataka kuitumia nyinyi, mnaoitumia basi mwitumie kwa maana ya kufata maagizo ya serikali kuwa msiandamane. Hiyo o hiyo m itakaa kwa maana msiandamane, na hiyo o ni Oktoba ishirini na tisa kwenda kupiga kula kwa kiongozi anayefaa ambaye ataleta maendeleo na wote mnamjua, kwa mkamchague, baada hapo mkarudi majumbani. Hilo moja utakatelezeni, lakini lingine hawa ndugu zetu wenzetu hawa ni watani wajadi lakini huku tunakuelekea inaonekana hawa ndugu zetu Yanga wamekuwa kama sasa, wao wanaleta masuala ya uhasama nanongwa, na nongwa na hivi vilabu vimeanzishwa kwa maana ya kutaniana tu, kutaniana kuchekeshana, maisha yanaendelea na zaidi ya miaka tisini sasa imekuwa ni hivyo. Simba na Yanga ni watani wajadi, lakini sio wa, watu wa uhasama wa jadi. Lakini kuna watu wanataka kutupeleka huko, na sisi kama Simba tuko tayari kwenda huko, itabaki kuwa ni watani wajadi. Kwa sababu haya mafanikio ambayo wanataka kuyapatapata lakini hawajayapata yamewapelekea kuleta mambo ambayo ukiangalia ni uhasama badala ya utani wa jadi. Ukiangalia masala yote ya kimpira katika nchi hii, kila jambo la maana la mpira lenye heshima limeanzishwa na Simba. Mwaka 64 klabu ya Simba ndio klabu ya kwanza kuchukua kombe. lakini vile vile ukija mwaka 74 ndo klabu ya kwanza kucheza nusu finali ya klabu bingwa Afrika lakini ndo klabu ya kwanza mwaka tisini na tatu kucheza fainali ya shirikisho, mashindano ambayo yanaandaliwa ya na chama cha mpira cha, cha Afrika Kafu. Lakini bado tukaingia tena fainali mwaka elfu mbili na nne lakini hayo yote hayo hatujaweza kufika, tukawasimanga zaidi, tunataniana. Lakini sio hivyo tu, hii klabu ya Simba hii ndo klabu iliyomfunga sita bila, imemfunga Yanga sita bila, tuna haki ya kusema tuweke mabango ya kuwa nanga kwa sababu hawajawahi kurudisha goli sita lakini tunaona ni utani wa jadi huu ni mpira haina haja ya kusimangana kwa vitu vya mpira baada ya 90 bado mpira unaita ujamaa na udugu na mashirikiano lakini bado tumewafunga tano bila hawajalipa yote hayo lakini hatuchukulie sehemu ya kuwasimanga lakini bado tulishawafunga miaka saba mfululizo tunawafunga tu hatujaweka mabango ya kusema hawa tumewafunga miaka saba Ikawa ni sehemu ya kuwasimanga hapana, kwa sababu ni mpira na hawa jamaa zetu ni watani wa jadi tu, lakini isitoshe washatukimbia mwaka elfu mbili na nane sekafa chini ya Musonye na akawafungia miaka mitatu, wakati aibu taifa letu. Lakini sasa pia kuwasimanga, kuandika bango kwa mwaka elfu mbili na nane mlitukimbia, sekafa na mkafungiwa, tunasema hawa walitukimbia kwa maana tu ni sehemu ya utani wa jadi ili kunogesha mpira, hatuchukulii masuala ya masimango na manyanyaso lakini bado kwa uungwana wetu sisi tushawazima wachezaji mwaka 98 kwenye makundi yao kwa mara ya kwanza, nakwenda tu wazima wachezaji Alfos Modesti, Monja, Liseki Shabana na Mazani tukawazima. lakini hatujawahi kuwasimanga. Ilikuwa amefanya wao ingekuaje? Kwa tunasema tunaambia ndugu zetu waache masimango, tubaki Simba na Yanga kuwa watani wa jadi kwa sababu kama tukiamua kufanya masimango, sisi tutawasimanga sana, lakini masimango yanapelekea magomvi na sio tutaki kufika huko ao tuwakumbushe tu, tu, tu, tu. Klabu ya Simba imeanzisha kila kitu, imeanzisha kuuza jezi kama biashara klabu ipate mapato, na wao wameiga. Imeanzisha Simba Day kutamsha wachezaji, na wao wameiga. Klabu ya Simba ndio ilianzisha mfumo wa katibu kuajiliwa bwana fedha kuajiliwa mwaka elfu mbili na nane, nao wakaiga. Lakini bado sisi ndio klabu ya kwanza kuanzisha mfumo wa uendeshaji wa ligi kuwa chini ya CEO. na CEO wa kwanza alikuwa ni Senzo bado akampona Senzo akawape na wao maarifa. Wametuiga sisi lakini ni klabu ambayo ndio ya kwanza atakuvaa viatu. Ndio klabu ya kwanza kuvaa jezi, ndio klabu ya kwanza kwenda nje ya nchi Poland. Ndio klabu ya kwanza, lakini mambo yote hayo hatupelekee kuwanyanyasa wala kuwasimanga. Tunajua haya ni sehemu ya maisha na wao kutuiga. Jambo, mtu mwenzako anapokuiga, wewe unaoigwa unaona ni una, unaona ufahari, lakini sio kuwasimanga na hatujawahi kuwasimanga. Sasa wao jambo kidogo tu tano moja ndio kutusimanga Sijui kufanya fanyaje, wanataka kutusimanga. Sasa kutusimangana katika mpira wa Simba na Yanga sio sawa sawa, kwa sababu Masimango yanauma lakini utani wa kutaniana, utani ya umi, na Simba na Yanga ni watani wa jadi na umeasisiwa utani na jadi na wazee wetu, na ndio maana tunasikana, tunaoleana, tunatembeleana kwa sababu ya utani. Lakini hawa wanapotaka kupeleka wenzetu mpira katika Masimango na chuki sio sawa sawa. Kwa hiyo haya tumetaka kuambieni ni machache katika mengi. Lakini tunakuambia kwa uchache tu kuwa sisi tuna mambo mengi makubwa ya kujivunia, ambayo wenzetu wameiga. Hatujawahi kuwazuia hata udhamini, klabu kuvaa logo yenye udhamini wa kampuni kuitangazia, kwa maana ya klabu kupata fedha, kwa kwanza ni Simba. Hata kuwa na jengo lake, klabu kuwa na jengo lake ya kwanza ni Simba. Hatujawahi kuwasimanga wao wanapoiga na mafanikio yote, wao wanatuiga sisi, si mechi za kimataifa, si mafanikio ya kimataifa, si katika ligi popote kule, wao wanatuiga sisi, lakini hatujawahi sisi kuwasimanga, zaidi tunataniana tu. Kwa hiyo nikasema. Hayo nayo tuyazungumze na wenzangu pia atazungumza. Lakini na lingine la mwisho kuna mwanachama ambaye anajiita ni mwanachama, hatuna uhakika kama ni mwanachama kweli. Anaitwa Dr. Muhammad. Amekuwa akizunguka mikoani kwa maana ya kutangaza jezi na kadhalika. Lakini huyu mtu uongozi haumwamini na wana Simba, hawamwamini kwa sababu alishawahi kutangazia umma wana Simba sinuwe jezi. Wana Simba sio kwenda uwanjani. Hasa leo huyu anaonekana yuko mikoani. Na kuna malalamiko ya wanachama kwa viongozi kuonekana kuna pesa ambazo kachukua, lakini wanachama hawajapata, hawajapata, hawajapata jezi zao. Hasa mimi niseme, wana Simba wenzangu, Dr. Muhamed hahusiani na masuala ya kuuza jezi wala kuzitangaza jezi. Uongozi wa Simba una watu maalum wanafanya kazi hizo, kushika jeruti, kwa maana ya jezi, kutangaza jezi, kuhakikisha jezi fake hazinuliwi. Kipo kitengo maalum kinachofanya kazi hizo. Lakini Dr. Muhamed katika hiyo kazi hayumo, hayumo kwa sababu haaminiki na uongozi umwamini na aminiki kwa sababu tu ya matamko yake ambayo aliyatoa kule nyuma. Kwa hiyo niseme tu kwa machache mamoni zungumza hayo na wenzangu watazungumza mwengine.